I don't want peace. I want problems, always. Mambo vipi? ni John Cena Silver na kawaida yetu kama kawaida. Kama ni marako ya kwanza nasemanga make sure umeweza kusubscribe. Usisahau kusubscribe. Kama unajua, kuna watu walikuwa na watch story ya -RK, eh, kutoka Denmark, eh, na mku subscribe. Na sasa tuko na mtu wenu kutoka US, lakini jamaa alisema bado sahii, amesema amtaki kabisa. E, am, wametoka US e, ila kuna vile hata watu pia lakini, sasa hao ni, bro hao ni matajiri siku zote so jamaa ameruka, lakini sasa Eh, make sure umeweza kusubscribe. Mambo vipi, mambo si poa? Kama unawachisha kutoka Tandao TV, make sure umeingia kwa YouTube, search John Cena Silver, make sure umeweza kusubscribe, na kama uko hapa kwa YouTube, kila Friday na Saturday <coughs> Tandao TV Kenya Eh, alafu kama unataka kuwatch kukiwa kwa labda uko Nairobi na uh, kwa TV yako ionyeshe Tandao TV, ingia kwa Google Play Store, search Tandao television utaweza kuwatch ukiwa sehemu yoyote tu na usisahau, wenda kwa YouTube, search, eh, Wanyonyi, Robert Wanyonyi usubscribe Robert Wanyonyi kwa YouTube yake usubscribe pia Tandao TV Kenya kwa YouTube uweze kusubscribe. So msikia, ukiwa una watch YouTube bado tukoanga kwa Friday na Saturday, tunakuanga kwa TV. nilikuwa nimesahau kukuambia. So Saturday utakuwa kwa TV Friday masaa usiku njoo, umehuzunika sana lakini sasa tufanye nini? Mi niko hapa kukusaidia, sema loya. Lakini sasa ni watu wangu wangu watasema nimeungua, pesa imeungua, nataka mali yangu. Mambo vipi bro? Safi safi man, niko safi kabisa, niko fiti mm. lakini pesa tu paka irudi mzee, hmm. Do paka irudi eh? Logbook, hmm. paka irudi, hmm. Shamba paka irudi, na ulikuwa umenaambia ni kidogo. Ina, ina sound kwa kidogo kwa watu, mtu anaishi US lakini arudishe juu ndia abaki zero e, zero. ni arudishe juu atwezi eka mwanaume kama kupe tu, hmm. kila saa yeye tu kuja kuitisha apewe, kutisha apewe, kuitisha apewe, alafu isitoshe ni kijana rika yangu rika yangu Haiwezini babako eh, eti natoka huko US nimefika naambua ti ni babangu aje? Haiwezekani huu mwanaume akitaka tuwe ina fair play, ina fair deal, ni arudishe kwanza hizo vitu zote kwanza, ndio kuanzia hapo tutaangalia hayo mengine. haiwezi kuwa bana eh? mwanaume mkubwa tu kama huyu eh? mamangu aende ajitolee kule afanye kazi eh? Alafu kidogo kidogo tu mwanaume tu from noya aitishe apewe, sababu eti mapenzi ma mapenzi? Hapana, sio hivyo hata kama unampenda, lakini vitu zirudi, zirudi. Kwanza si ndio eh? Kwa hivyo umeruhusu pia, kama anampenda vitu zirudi kwanza, si ndio? Kama unaweza mkataza maka ajue mali anapenda, uweze mchagulia kweli kweli, maana mapenzi mapenzi hatojui ni vyema lakini vitu zirudi kwanza, maana huyu nitamwita conman, nitamwita conman, ananiongelesha vibaya, ananitusi na tukuwa tunapendana na eh, anana, anajua hivyo. Mbona saizi unamtisha mali yangu, ananitusi na... Alikuwa akilia akilia hmm, atumiwe si ndio mam mimi hey. Na mi likuwa nadhani ni mzee anapatia mam furaha kila saa mam tu ako, ako na raha, anacheka video nikimuuliza, mm. na, na video na nani? Ju, ju, eh, so heshima like yake kidogo mpaka ntaimenye ya akaenda amerudi nashangaa, nashangaa kumbe ni kijana tu barubaru fulani huyu eh? Ni conman ah, yani sioni muda Sio, ni mda mwingine ni huu mtu. Atoe pesa atoe pesa tumalizane. unamtaka nani kanani nani? hmm. si simtai simdai kabisa, alafu huyu tu, maana hapa anasema stori ya kurudisha do, ungekuwa ngerudisha ungerudisha Hatuwezi assume kitu, ee, hatuwezi assume kitu yenye ime happen, isha happen mi siwezi assume, so si assume but kitu hapa ni kufikiria sahi Sa. Basi kila kutoa inje buda, tufikirie eh, tufikirie lakini, for your own information uh -huh. Unatucheki sasa eh?

234,000. Yes. Ili kwa ile ya nini ya shamba ama nduthi ah, ya kufungulia no? Biashara biashara yenyewe hata hajafungua, inakuhusisha nini? Kama mwangalia biashara yenyewe hajafungua, anapiga anashinda, akipiga tu kelele hapa. For your information, hii ni token ndogo sana, lakini hizo zingine mpaka irudi Najua huyu madamu amekuwa fan wangu muda mrefu sana, ya akaona tu akaniambia, kanona venye nafanyia, nasaidia watu kule airport mm. Nawaendea kaniambia nimwendee, ikua nikajifanya mi nafanya kazi kwa airport, nikaambia msee mm. eh, ilikuwa jana nilimwambia mm. Eh, mi sisii watu unafanya kazi kwa airport, utakula chakula gani really? Kucheka ka smile. Mimi napokeanga wageni hapa JKA eh eh, na, na yeah. Uh -huh. yeah, so mimi upokea wageni hmm. na niko na swali kadhaa naweza kukuulizia mm -hmm. eh, yeah, unapenda chakula gani tunataka kukunulia lunch <laughs> <laughs> chakula napenda <masi. laughs> let me see

Sitakwambia mali iko buda dona iko. Kuna siku amesema 250 ngapi, 254 mkitaja 20k hiyo, si nile ya sapa. Akilialia njaa hapa, nja hapa, sijui. Mbona anakuongelelea ajakula siku nne? Mbona anakuongelelea ametumwa pesa? Ameleta mashavu hapa eh? Ona Ona mwili hii yote. Kwanza kuna ah. do. Unabonga na mimi hapa. Sasa hii pressure imepanda. Imepanda. Nasikia kama nitaanguka. Tumia kile kitu hapa nje. Chana naye. Sasa nirudisha, sirudishi. Sirudishi. Yeah. Fanya mambo, nitia daktari. Ro safi. Mtoto wa tatu maji marefu wako waite wote. Sasa mimi nashtuka buda. Waite. Mimi na pesa sirudishi ka mtu na nikuulize. Kwa hivyo umtaki juana do, sindio? sadi juana do mi niseme aje? Hadi ya kwanza tukimwangalia tu, mzee msito toka majuu, alafu kuja express aje? pesa pesa niko nayo naasia e No, na, na mtu akiwa na pesa au ajigambi. Mtu ajigambangi lakini utaona matendo. Utakuja hapa na ni kama utakuja. Umechiwa una dosa hii. Umemmonyonya. Umemmonyonya. Bodi afaa kwenda kushucha huyu. Unaona vile anakaa. Hatujatoka majuu jana. Na sasa ulikuwa unakuja kuchukua nani? Yeah. Mm. Oh, Mchukue US? Nilikuwa nakuja kuchukua Mr. Santo ndio na yeye. Hata nilikuwa na yeye ndio nilikuwa nakuja actually. Ndio alikuwa ameniambia babe kisha aenda uniite. Ndio tujenge nyumba pamoja. Umemwacha Kenya. Ulikuwa umekuja kuchukua nani Kenya? Unamuonyesha baba yake. Sikuwa najua kama ni kijana. Mm. Oh, ye. Yeah. So, mdogo Jokujana Crocs. Crocs, yeah vizuri. Kuna kitu hapa nonyesha hmm. Balance. Onyesha kijana balance yako hmm. nonesha nani? Aona nini? Ataiba tena siuni Coleman tayari. aibe tena kuna okay. do kushinda, una do. Do zangu ni za mtoto wangu, za mtoto wako Alikuwa amenionyesha balansi ya Mpesa, muonyeshe hiyo balansi ya Mpesa, nionyeshe mimi. Unaona ngapi? Brother ngapi? Unaona ngapi? Zungumza, unaona ngapi? Unaweza kustama Ah. Hmm. Sema, una, una ngapi? Ngapi? Unaona ngapi kijana, kijana, ona. Anasikia mkojo sahii. Sema unaona ngapi? unaona ngapi

Onoko serious. Umeona mamilioni. Ngoja check pesa. Unaona pesa? Ukasema Ukasema si bra bra bra bra bra bra. Fanya hivi tena. Eh, Ndio nasema unaita babe. Muoneshe Muoneshe. Muoneshe ya M-Pesa ni mlikuwa mmenionyesha ile. Fungua ya M-Pesa. Ah, mo hali balance ya M-Pesa. My account. Ah, yeah, my account. Naona uh, okay. <laughs> oh, 270 273 k na hiyo ya juu. mbona usemi ya juu 273, na 273,000, sema kwa kizungu. 273,333. Point. Walai. Hebu nishike simu. Hebu ngoja ngoja, nikwambie. Nilikuwa na joke walai <laughs>

Napenda. Sidaido ya, kimi napenda. Wallahi niko serious. Napenda passage ngapi? 90 wallahi, sikudanganyi. Tena niko wapi? Ngoja. 90 na alipata KCSE. Check good. Eh? Anajua kweli? Niko serious. Tena niko wapi? Hii ni mapenzi tunaongelea hapa. Niachilie. Unajua vizuri nakupenda. Mimi sikupendi. Akupendi, imeisha ndi chukua hizi pesa tena, hujaona kitpnfanwana kwa wenzake, wanafuga mbuzi, yeye anafuga ndevu. Ona, kazi ni kutaka tu pesa ya wamama hapa, wenzako wako huko nje

Yes, hapa hello. Hello, yes. kidogo hapana ah, hapana mi nimejitoa hapo bana mazee bana ni mambo gani hayo mazee unaniaibisha mazee unaniaibisha kijana mdogo kama huyo bana lafika ya po, tunapatani I thought ni ni mtu mwingine mkubwa bana hiyo ah, ni mambo gani sasa bana nikuambia kitu Apana, kama wananipenda kama mimi ni mama yako kuja nikuambie kitu. Wewe ni mama yangu, na bado basi kuja kuja, bado utabaki kuwa mama yangu, lakini basi kuja kuja, hizo ni story zipi, mimi nimejitoa bana mzuri mejaatingi mzazi tuna ndio na ti mzazi kuheshimu kabisa na heshima yenye nilikupea ni heshima ingine kubwa sana, lakini mbona univunji heshima kwa kijana rika yangu? Foril, mtu mwenye ni agemate wangu. Haya basi uko wapi? mi nikajitoa. Mimi nimeenda bana. Umeenda wapi? Mi nimeenda. Ngoje basi wewe, niacha abo

tutaongea tu. Sasa watu wangu make sure mmeweza kusubscribe na kawaida yetu ni kama kawaida, so kuja tuongee. Hey, oh,